Jambo, mwanafunzi, tunaendelea na uchambuzi wa, wa, wa isimu jamii katika kipindi cha leo. Ningependa tuangalie dhima ya lugha katika jamii. Kwa hivyo, swali linasema, fafanua dhima ya lugha katika jamii. Neno dhima linatumika kumaanisha majukumu. Lugha <coughs> ina majukumu gani <coughs> katika jamii? Wakati mwingine unaweza ukasema ni sawa na umuhimu wa lugha katika jamii. Kwa hivyo, <coughs> hoja ya kwanza tunaambiwa kwamba lugha ni chombo cha mawasiliano, kumaanisha kwamba lugha hutumika kupitisha ujumbe kutoka kwa mtu mmoja hadi mtu mwingine, hadi si hafi, hadi kwa mtu mwingine. Tayari tumeeleza maana ya mawasiliano. Kwa hivyo lugha ni chombo cha mawasiliano. Pili, lugha ni kitambulisho cha mtu, kumaanisha ah, kutegemea mtu anavyozungumza, utaweza ukajua mtu huyu ametoka jamii gani. Kwa mfano, iwapo mtu anazungumza lugha ya Kiswahili, Pengine utaweza ukasema kwamba mtu huyu ametoka Kenya au Tanzania, kwa sababu Kenya na Tanzania hutumia lugha ya Kiswahili kama lugha ya taifa. Tatu, lugha ni chombo cha kuunganisha watu. Kwa mfano, nchi nyingi duniani huwa zimeungana kwa sababu zinatumia lugha moja kama lugha ya kimataifa. Hoja ya nne tunaambiwa kwamba lugha huhimiza uzalendo miongoni mwa watu, kwamba watu wanapo Uh, zungumza na kujivunia lugha yao ya taifa, tunasema kwamba wanakuza uzalendo. Na tunaambiwa pia, matumizi ya lugha moja hufifisha makali ya tofauti za kikabila. Natumai hii tunaelewa. Hoja ya tano tunaambiwa kwamba lugha ni kigezo cha uteuzi, kumaanisha wakati mwingine wanafunzi huweza kuteuliwa ili kufanya uh, kazi au taaluma mbalimbali, kutegemea namna ambavyo wamefuzu au wamehitimu katika lugha kwa mfano, katika chuo kikuu. Uh, hoja ya sita tunaambiwa kwamba lugha ni chemichemi ya kiuchumi. Kuna wale watu ambao hupata riziki au hupata kipato kutokana na matumizi ya lugha. Kwa mfano, walimu wa Kiswahili <coughs> hulipwa kwa kufunza Kiswahili shuleni. Kuna watangazaji ambao hutangaza kwa lugha ya Kiswahili. Kuna wahariri wa magazeti, kuna wahariri wa habari, kuna waandishi wa magazeti na vitabu, kuna watafsiri, kuna wakalimani. Yani watu hawa wote hutumia lugha kama kitega uchumi. Hoja ya saba, lugha ni chombo cha kutolea elimu. Hii tunaelewa. Kwa mfano, shuleni tunatumia lugha ya Kiingereza katika kufunzia baadhi ya masomo. Pia tunatumia lugha ya Kiswahili kufunza somo la Kiswahili. Hata ukiangalia katika vyuo vikuu, shule za upili, wanafunzi hufunzwa kwa kutumia lugha. Hoja ya nane, tunaambiwa kwamba lugha ni nyenzo ya kufanyia utafiti. Watu wanapo wanapotaka kufanya uchunguzi huwa wanatumia lugha, wanapopata matokeo ya uchunguzi huo wanasambaza matokeo yenyewe kwa kutumia lugha. Hoja nyingine ni kwamba, uh, hoja nyingine ni kwamba lugha hutumika kueleza utamaduni wa wanajamii. Hata hivyo, ikitumiwa vibaya, lugha yaweza kugawanya watu kitabaka, kidini, kidaraja na hata kimataifa, pale ambapo unapata katika jamii ama katika taifa watu wanatumia lugha tofauti. Kwa hivyo lugha pia inaweza ikatumika kugawanya watu <clears> hoja <throat> ya kumi tunaambiwa kwamba lugha hutumiwa kuendeleza fikra, yaani lugha hutumika kupokeza kupokeza kizazi cha pili teknolojia kwa mfano hoja ya kumi na moja lugha hutumiwa kutoa maelekezo na tahadhari hii hata unaelewa hoja ya kumi na mbili tunaambiwa kwamba lugha hudhihirisha hisia za mtu ni kupitia lugha ambapo unaweza ukabaini kwamba mtu amefurahi mtu amekasirika ama mtu ako na hisia za huzuni ameshangaa mambo kama hayo Hoja ya kumi na ngapi? kumi na tatu, tunaambiwa kwamba lugha hutumika uh, kumsaidia binadamu kufikiri kwanza kabla ya kutenda jambo na baada ya kutenda. Hoja ya kumi na nne, lugha hutumika kuyaelewa mazingira yetu, kwamba lugha ndio tunatumia kuvipa vitu katika mazingira majina. Kumbuka vitu vinavyotuzunguka katika mazingira ingekuwa havina majina basi, ingekuwa ni vigumu kuelewa mazingira yetu. Kwa hivyo tunatumia lugha kuvipa vitu katika mazingira majina, ili unaposema huu ni mti, unajua kwamba mti ni nini. Mwisho si, naam, hoja ya mwisho tunaambiwa kwamba lugha ni chombo cha kuendeleza taaluma. Naam, kama vile ualimu, sheria, teknolojia. Yani, kuna watu ambao wana taaluma na taaluma yao imejikita katika lugha. Kwa mfano ukiangalia walimu wa Kiswahili, so mambo kama hayo na kuna hili swali linasema, taja udhaifu wa lugha. Tumeangalia majukumu ama dhima ya lugha katika jamii. Je, lugha ina udhaifu? Ndiyo. Kwanza, lugha inaweza kutumika kueneza chuki katika jamii. Huo ni udhaifu. Pili, lugha inaweza ikatumiwa kuwapumbaza watu, yani, unaweza ukatumia lugha kudanganya mtu na ukafanikiwa katika kutenda jambo mbaya. Kwa hivyo huo ni udhaifu wa lugha kwamba lugha ndiyo ulitumia ukafanikiwa kudanganya au kupumbaza mtu. Hoja ya tatu, lugha inaweza ikatumika kuchochea hisia hasi. Kumbuka kuna hisia chanya na hisia hasi. Hoja ya nne, lugha hutumiwa kuwapotosha wanajamii, na mwisho lugha inaweza ikatumika kuonyesha mgawanyiko katika jamii kwa mfano uh, lugha inaweza ikatumika kutofautisha watu wa hadhi mbalimbali katika jamii, watu wa matabaka mbalimbali mbali katika jamii. Kwa hivyo natumai tumeelewa uh, tutaendelea na uchambuzi wa isimu jamii. Kwa hivyo katika kipindi kingine tutaangalia uhifadhi wa lugha ni nini. Kwa hivyo tuendelee kusubscribe na kushare.